Matendo ya Mitume, mlango wa tisa. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafula ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni Akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, yunani wewe Bwana? Naye akasema mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakiisikia sauti wasione mtu Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofumbuka hakuona kitu. Wakamshika mkono wakamleta mpaka Dameski. Akawa siku tatu haoni, hali wala hanywi. Basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema, mimi hapa, Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wataso; maana angalia, anaomba naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake, apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani awafunge wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme, na wana wa Israeli. Maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia ulioijia, upate kuona tena ukajazwe roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Akawa huko siku kadha wa kadha pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na wote waliosikia wakashangaa, wakasema, siye huyu aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu, na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamue, lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakimtelemsha katika kapu. Na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtwa akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Naye akawa pamoja nao katika Yerusalemu, akiingia na kutoka, akahubiri kwa jina la Bwana kwa ushujaa, akinena na kuhojiana na Wayahudi wa Kiyunani; nao akajaribu kumua lakini ndugu walipopata habari, wakamchukua mpaka Kaisaria, wakampeleka aende Taso. Basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na Galilaya na Samaria, likajengwa, likiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Hata Petro alipokuwa akizunguka zunguka pande zote akawatelemkia na watakatifu waliokaa Lida akamwona mtu mmoja huko, jina lake Ainea. Mtu huyo amelala kitandani miaka minane, maana alikuwa amepooza. Petro akamwambia Ainea, Yesu Kristo akuponya, ondoka ujitandikie. Mara akaondoka. Na watu wote waliokaa Lida na Sharoni wakamwona, wakamgeukia Bwana.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 Akampa mkono akamwinua; hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane, akamweka mbele yao hali yu hai. Ikajulikana katika mji mzima wa Yafa, watu wengi wakamwamini Bwana. Basi Petro akakaa siku kadha wa kadha huko Yafa, nyumbani mwa mtu mmoja jina lake Simoni mtengenezaji wa ngozi.